Sam ni nani kwa kwako mami? He's my man. Yeah. Na, na ule huyu Mato hapa? Mato, Mato ni nani? Ah, mix. But hiyo ndo napenda. Au watu wamechanganyikiwa wote na wa mm. I think mea beta nilijitoa kwa hiyo ndoa. Sam alisema namtongoza si ndio? Mm. This guy, gay oh. Aendi amekuwa akinitongoza nah. Oscar, unaona huyu mtu amekuwa akinitumia hizi vitu

Heh? Na wewe wewe. Wewe, nipige. Nini bro? <clears> Ati anajaribu <throat> si anajaribu kupiga Jack kofi. Alikuwa anajaribu kupiga kupiga Jack kofi na Jaka amekingwa ama. Kwa nini unanifanyia hivyo? Enda kanisani uombe. Kwa nini unanifanyia hivyo? Enda kanisani uombe. Hapa wewe unatuaibisha, toka hapa mama Juni, mama Juni. Kwa nini unanifanyia hivyo, Amanda? Kumbuka, unakumbuka vitu nilitumia, angalau nilitumia juu utoke hapa Kenya na uende huko Dubai. So, mzee Amanda amefika hapa, na, <laughs> ya sama hapa <laughs> na tukapata initially, kumbe ni kama mko na mahusiano na, na, na Sam ninaweza na kuwa ni ukweli, ni before ujibu hivyo mm -hmm. Sam ni nani kwako mami? He's my man. Yeah. Sam is your man. Yeah. Na ule huyu Mato hapa, Mato ni nani? um, pia ni ako around yeah. Your man tu hapo yeah. Hey. Mweske yo matopia ye anajua pia, but yeye ndo anapenda. Sasa uh-huh. Amanda tulipata ni kama ulikometoa mimba ya Sam. Initially, mm -hmm. So ilifikaje ukaanza mahusiano na Sam, na ikafikaaje ukatoa mimba yake mami? Like tunataka tuelewe, kuliendaje ikafikia hapo mali? Ilifikia e, si, mnajua nilikuwa na mimba kwa maana mm. vile alikuwa na travel kwenda Dubai mm. tulienda akapimwa akaambiwa ako mm. na mimba, na akaambiwa hizi travel akiwa na na mimba mm. mm. yeah na mimi nilikuwa naje na atoke aende aende mm. kwa ajili ya kazi So pia yo mama alikuwa wewe uko na mimba before. Initially ulikuwa umetuambia before uende hapo, ulikuwa na uhusiano na Mato, lakini nani alikuwa side piece hapa? Jack alikuwa side piece? So hata before tuende mbali, kwa hii situation yote, where does Jack lie? Unamwita okay, kitu tu but ni sawa bro, uja. Uh, Jack nikaoja Jack vile nilisema kutoka kitambo, mi alikuwa alikuwapo kwa sababu nilikuwa nataka pesa akuna mm, mtu hezi taka good life actually so bau because he, he had money, okay, mbona mbona pesa, pesa. Well, alikuwa ready ku kunibaya nyumba alikuwa ready kunipea kila kitu nataka ku finance everything so mm, yeah, it was, <laughs> ilikuwa tu nia kwangu. So, Mato, okay. Ulikunajua Amanda kona mimba before I ended Dubai. Yes. Na hiyo mimba as far as you know ilikuwa mimba yako ama ya, ya Sam ama mimba ya mtu mwingine? Ulikuwa unadhani hiyo mimba ni anani? Mimba yenyewe natolewa enye bibi yako mwenyewe anaenda kuitoa aua chochote kifanyika, tunakaanga chini na brada, eidha kama imetoka nje tunajua, kama iko ndani ya bomba tunajua. So hiyo nilikuwa na waya kwamba hiyo mimi ya brada yangu, nikamwambia brada mimi nimesaa na yeye, hata kama angeenda angetoa, kwa sababu kwa sababu watu wezi saa mimi nijue niko na mtoto na pia mtoto. So tulitoa tukiwa tuko mix up kidogo kidogo, hiyo sawa. So kwa uh, ya hii ilikuwa hivyo, unajua, hii ni mambo ya familia. Mimi nilichangia sana hiyo mimba itolewe juu mimi niko na mimba ya Sam, tungezaa aje. <laughs> na Amanda. <laughs> mko sawa tu mko fit. Yes, Asi uko sawa. Eh, so, si so, so, so lakini si okay. it, it. Matona, no, una smile uko fuko poa tu baba. Problem bana. Sikwambie kuna vitu tu na. Tunafanya. Mm. Mm. Mm. So the two of you are together in business. Uh, yeah. yeah. We we we are a a business business, okay, business, partners. Apart, apart from from business, we, we have a thing together. Apart from business, so. Mm. Yani, hii yeah, ni mapenzi ambayo hayana wifu naweza kurelisi uende lakini baada so we have no problem. And to, to make to make matters good, mimi siwezi kosana brada kwa sababu na Amanda, nikuulize as far as you know, are you aware that huyu uh -huh. Sam pia alikuwa nalala na yeye mama. Nilikuwa nalala, nilikuwa nalala na Sam wakati Amanda alikuwa Dubai. Eh. Ndio maana pia hii mimba naona kama tutaitoa sababu tayari mimi na Amanda. Juu so, unaona Amanda, unajua ni confusing, juu hii uh -huh. mimba mama mama yeye mama kwa nayo saa hii ni ya ni ya Sam, si ya Mato. Alafu pia ulikuwa umetoa mimba ya Sam

Hapa tuko kwa mission. When the mission is ended, sisi na biashara za na wao biashara zimeisha, we recruit another people, that is why my brother amesema tutakuwa tumemaliza mission, so hatuwezi kuambia ni mission gani tunafanya, tusije tukakoma. Mipo umetumwa kwa maisha yetu, au sio? Yeah, ni kweli mm. Ni hivyo amesema Manake sasa, unajua unakuja sana pia, unajua Kana. unakuja sana, unataka kujua kitu hapa. Unajua mimi mimi mimi yeah. ni no. investigator pia, U investigator ambao, ah. kitengo gani, una dig sana hii, unaingia sana, na hata sijui kwa naongea mambo yote. Kwa sababu Fatuma, umesikia kitu inaendelea hapa wewe eh, hao watu wamechanganyikiwa wote mm. na I think mimi hata better nilijitoa kwa hiyo ndoa, juu nilikuwa nimeolewa na Lana juu mm. ni Lana inaendelea hapa. Unajua mama mtoto sijui huyu ana dada na nani sijui nani ana dada na nani, ama unajua, si hakuwa ananipea ni yake si kwa, unajua aliambia bwana, huyu mwanamke ametoka kwako na anitongoza sasa. Unatongoza brother wangu aje na huyu, utafanya hata nicheke kuza, ucheke nini? The I'm in pain for now be I can't talk, you know why pain, huyu pain, kwa sababu the last time I checked umekula kuliko watu wengine. Angalia vile umekula unalia shida wewe, hata ukiambia mtu unalia shida shwali kwa sababu First I think mimi ndo nilikuwa nimekuweka. Second. <laughs> wewe wewe brother wangu, wewe. Wewe Wewe <laughs> brother unajua unaongelea hizo <I> loans. <laughs> unajua ni pesa ngapi tutatengeneza kwa mwezi wewe? Unaweza kama mwanaume kweli wewe? Sasa, ulikuwa nalia machozi. Ukaweka mwanaume. Unaweza kuna pesa za kuweka wanaume basi. Mimi hadi siwezi shtuka ati alikuwa anakatia huyo huyu, mi mimi usijai muamini tu kutoka the first time anaka... au amini eh, kuna anakaa tu kuna vitu fishi anafanya zenye azionekani. Mi siezishtuka hata kama kuna... mm. yes, alikuwa mm, cool. Anakatia mtu, acha nikwambie, sio naona watu ni magaidi. Eh? Mta mpiga, o, watu o, o, nipige na wewe wewe wewe sio mpige tu baba eh? Kweli hakuna shida. Kameraman, mwonesha hiyo. a umekeuka kwa mchawi si ndio? b nakuambia bra akihamiwa tu eh? <laughs> <Nini bro. laughs> anajaribu <kupiga> kofi. <laughs> Oskario. Acha nikwambie. Mimi unaona hapa nilinyamaza wakaona kama ni mtu wa kukanyagia, si ndio? Chenye naomba tumia madawa gani jamani? Si ndio? Sasa. Okay. Mato. Mato. Si unajua jaka mikingo na daktari. Lakini sasa mbona e, mbona na unajaribu kumpiga kofi bro. Kuna <coughs> ako... siku kiongea kusema ni kasia hicho hiyo kinwa ya, ya utapo... kitapotea tu. Si ipote. Si ipote. Alisema yeah. Okay, yeah. Um, namtongoza sindio? yeah. this guy aendi amekuwa akinitongoza huyu yeah. yeah. amekuwa kikutongoza, uko na evidence? Amekuwa kikutongoza wewe, nilikutongoza ama nilikutongoza, niko na evidence, evidence, evidence. Sisi kuja hapa ni sema, iko iko wapi wapi? Nimesema niko na Oscar. Unaona huyu mtu amekuwa akinitumia hizi vitu. Kujali. Kujali. Kujali. Mbona unataka kubadilisha story? Aki aki nini?

Ukibloki namba anatuma ingine, ukibloki namba anatuma ingine. huyu huyu huyu huyu mimi mimi vile na, nani, na mimi don't think anaweza kitu. kama niambia kidogo before tuingie kwa hiyo story. Kwani nini inaendelea bro? Kwani bado unaumia? Naumia bujak mguze mguze ukituishe sijamfanyia kitu. Sasa si unajua, unaenda uko na kinga. Sasa usipomguza, mi sijamfanyia kitu. alikuwa anataka kunichapa, kunichapa saa endelee kunichapa, mi nilimguza ashaamua. Uh, ita stop. Ita stop. Ita stop. Ni sawa huyu mtu, tangu tupatane na huyu daktari amekuwa na kiburi, si kiburi hata sasa

Mi si malaya kama nyinyi, mnadhani kila mtu ni malaya. Haya basi, toa evidence tuone, tuletee, tuone, tuone, tuhakikishe. So unasema ukimblock kwa hii namba anatuma kwa namba nyingine, si ni sawa eh? <laughs> Unaona hii familia moja hii hmm. Hii ni malaya kubwa tu hmm. Wewe hata tujateka, zitafute, zitafutange. Sasa bro, bro, umefanya O, tu kucha, Oscar, huyo anaringa ya daktari tu. Oscar nikuulize unazika naambia au ah, watu kama ni watu wazima kama ni wenda wazima, watu unajishika video unatumia mtu akutake tu mm. mm. mm. si WhatsApp. A hmm? Oh, mama ni washamba washamba wa mwisho. Endeleeni kukosa sababu mili ya kushikilia magonjwa ukimwi na magonjwa yote ya zinaa yenye iko hapa duniani. Yeah. naonyeshe ujushe ilala na mimi. Kama una ukimwi pia unayo sasa unaona kidogo kidogo tu mama Amanda. So mnasema, amwamini huyo? Alikuwa anatumia huyu, atamtumia aje Mato? unaamini ni kweli? Sasa alikuwa anatumia Fatuma nudes, waseme, mnaamini ama mwamini?

shika wapatie waone, unacheza kuona kitu ya mwanaume mwenzako ah, na uko na huyo mwanaume hapo live. Hiyo ni adhabu kubwa kwaa, amtamizowea huyo mtu amezoea huyo, teremka click kwa hiyo oh, no, eh, e? video Ah. Ni hiyo simu hiyo, hizo vitu na anaangalia, anaenda kuangalia aje naamini nini, na ndio hii hapa inaonekana. Ai, hizi ni nini sasa? Hizi sasa ni nini hizi? Shwali wewe, wezi amini kweli, kitu ni WhatsApp umetuma na ni wewe, anaonesha hadi sura na au jeila na yeye vile unamtumia hizi vitu na

hiyo ni hiyo video umeweka hiyo, ameani ripotia akazima braha kananitumia. Ulijaribu kuriport? Si nikwambia, he always anakuanga tu violence. Sasa unaanza wapi wapi, ulikuwa unaziweka mm? So ndio peleka wapi

Hapana, usijaribu kumpigia kofi bro, utaumia. Ni nini shwali umekua ukikosa adi ufate bibi ya wenyewe, alafu alafu inafika ati sasa unasema tiendo nnamanin hadi nikwambie askari kwa hii dunia, if you, what you don't know kwamba hakuna mwanamke atawahi kubali mwanaume kama ati ati mwanaume amemkatia aingie boksa. Kama amtaki kitambo, waambie mwanamke akubali, amesha, alikukatia na alisha kupata kitambo, sasa anangoja tu wanini. So hiyo mambo zote ninyanasema, brother wangu, sio amefanya nini, he gave opportunity na sasa, ile nduru zenye alikuwa napiga natoka kwangu, na kujua kwamba pesa nilikuwa nimechukua kwake nilipea bradha yangu jamaa iyo tena amepata aibu hapa. Sawa. Ambia mtoto wako asifanye evidence evidence, vitu unajua, unajua new, Sam, Sam, yes. So unajua Sam, so unajua kuna video ukijirecord, kuna like video tunaona ni wewe. Umeona sura yangu ndio imeonekana kamera

Ala, unatudanganya lakini sasa bro, okay. si lakini kidogo say tu nikuulize ilifika aje ukaanza kumkatia huyu mm, bibi ya bro, ulisoma nini ndani ua wewe ulisoma meseji nusuaiitutaangalia, bro tutapata tu bado nioo, si mimi mm. a yeah, ungesoma vizuri. Mimi wakati nilichukua simu yako, nilimtext kwa sababu ya kuchukua bradhangu na kumfanya zile vitu na nikwambie unajua, hao watu ni wajambazi wakubwa, wao ni wakubwa sana. Sawa, ikikuwa ni hivyo, kama huyo Fatuma anajua hiyo mambo yote ilikuwa inaendelea, anaweza kufuta hizo video aje na hao, hata nawajua tena, alikuwa anajiondoa kwa ndoa. Hapo ndio umeongea sasa tulisema usiingilizi kwa kwa mapenzi, na mapenzi mingi sasa unajua. Majama imekuwa back and forth, ulisema utaleta evidence, utaleta ya, ya, ya nini huyu ni criminal, ujaleta yeah. Mali ya Fatuma ijarudishwa mm -hmm. Wendi uko na mali ya Jack sawa, skatai sasa unaona, so kenye tu itafanya hizo hizo vitu za kina Jack, utarudisha ama utarudisha, bro Jack anaenda nani? Mm. Ya, yeah, Jack lazima ashikwe na wekwe ndani. Mm. Wacha vile anajifanya fanya hapa sasa hivi. Mm. Jack lazima ashikwe wekwe ndani. Mm. Na huyu mwanamke ndamalizana na yeye huyu. Mm. Wewe ndadili na wewe, kijeshi wewe. Mm. Yeah. So in in short, aurudishi hizo vitu hakuna kitu kinarudishwa, lazima uchunguzi umalizike. Mm. Lazima nimalize uchunguzi kwanza. Mm. Yeah. Siwezi toa. Funguwa, kwa sababu hakuna document ndio ikafungua na ikakosa kuonekana kwa ofisi, lazima nikifungue. Wacha kunipoint kidole ndugu yangu, nitakupiga teke. Acha nikwambie. Yeah, nitakupiga teke. Nenda ufanye wewe uchunguzi wako wote sawa. Ukuje unishike ukishindwa, hapo ndio wewe nitapeleka ndani, sasa ebu kidogo Sijaribuonge si si na nani hapa arudishie kina Jack vitu zao. Mimi siongee na mtu kwanza kwanzam, hata sasa hivi niko na hasira sana. Hakuna mtu mtaonge <laughs> kitaka kuwarudisha atawarudisha, si lazima wako. like, like uko na hasira anatumia news but au na hasira analala na mama part of family yetu tushangeahn

wacha ntapanga, nta, nta na daktari alafu ni mwite mali zao zirudi, tujue what next hapa, tuone.